Kundi la Hamas sasa linataka kuwepo kwa makubaliano ya kina ya kumaliza vita huko Gaza na kubadilishana mateka wote kwa Wapalestina waliofungwa nchini Israeli, afisa mkuu wa kundi hilo amethibitisha huku akikataa pendekezo la Israeli kusitisha mapigano kwa muda. Kundi hilo linasema halitokubali makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda likidai Israeli inalenga kutumia maafikiano ya aina hiyo kuendelea kutekeleza uharibifu kwenye Ukanda wa Gaza. Hamas inasisitiza kuwa inataka kuwaachia mateka wote wa Israeli kwa kubadilishana na raia wake wanaoshikiliwa katika jela za Israeli. Wapatanishi kutoka Misri na Katar wamekuwa wakijaribu kutafuta makubaliano kama yale yaliyopelekea kusitishwa kwa mapigano mwezi Januari mwaka huu bila ya hata hivyo kuafikia lengo lao. Israeli na Hamas zimekuwa zikiendelea kutuhumiana kwa uvunjifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano, kila mmoja akimtuhumu mwingine kwa kuanzisha mashambulio.